Ebwana rejesha mfalme, rikarapa ziko ra tata kara mandozata, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. E Mungu wangu na Bwana wangu rejesha, rejesha, rejesha, rejesha, rejesha, rejesha. E Bwana, watu wameibiwa hatima zao, watu wamebadilishiwa hatima zao. Bwana rejesha, e bwana kila yeyote yule Bwana aliyebadilishiwa hatima kila yeyote yule Bwana aliyebadilishiwa hatima rejesha ebwana rimandakapazikorata ikayamandozata e Bwana, wengine wamebadilishiwa hatima ebwana kwa kuwekewa roho ya ulevi, wengine wamebadilishiwa hatima ebwana kwa kuwekewa roho ebwana ya uzinzi, wengine wamebadilishiwa hatima ebwana kwa kuwekewa roho ya usingizi, wengine wamebadilishwa hatima ebwana wa roho e Bwana ya kuzurura zurura ovyo kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, rejesha e Bwana, rejesha e Bwana, rejesha e Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, rejesha e Bwana, rejesha e Bwana, rejesha e Bwana, kila aliyeibiwa hatima yake, kila aliyebadilishiwa hatima e Bwana, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, toko nyakati za mwisho ebwana huso mda kuzubazuba huso muda wa kushangashangaa huso mdae Bwana wa kulalalala huso mdae Bwana wa kuishi vyovyote vile. Mungu wetu na Bwana wetu, ni wakati wa kuamka kutoka katika usingizi, ni wakati wa kuchangamka, ni wakati wa kuwa macho, ni wakati wa kuwa na bidii, ni wakati wa kuwa na juhudi, ni wakati wa kuhakikisha kila mmoja anatimiza kusudi lake, anatimiza malengo yake, anatimiza hatima yake, anaishi hatima yake kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu Rika, kara, Ebwana mabwana mfalme amani, rejesha Bwana, rejesha Bwana, kila aliyeibiwa hatima yake, kila aliyeibiwa hatima yake, kila aliyeibiwa hatima yake, rejesha Bwana, rejesha mfalme, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Wengine wameibiwa hatima Bwana kwa kuwekewa roho ya ulevi, wengine wameibiwa hatima Bwana kwa kuwekewa roho ya uzinzi, wengine wameibiwa hatima Bwana kwa kuwekewa roho ya kutokuwa na msimamo katika mambo yao, leo wanafanya hiki, kesho wanafanya kile, kila wakati anakuwa ni mtu wa kufanya jambo jipya, hana kitu anachokisimamia. Kila akijaribu kufanya kitu fulani, anaona hakiendi, roho ya kukata tamaa imekaa ndani yake, ameibiwa hatima kwa kuwekewa roho ya kukata tamaa mapema rimanda kapasiko tata kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kila roho ya kukata tamaa mapema iliyoingizwa ndani yake inayomzuia kuifikia hatima yake, naikataa kwa damu ya Yesu, naikataa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, rejesha e Bwana, rejesha e Bwana, hatima ya huyo baba, hatima ya huyo mama, hatima ya huyo kijana, hatima ya huyo binti, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Wengine wameibiwa hatima kwa kuwekewa roho ya magonjwa, kwa kuwekewa roho ya magonjwa, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu, rejesha e Bwana, rejesha e Mfalme, rejesha e Bwana, rejesha e Mfalme. Neno lako linasema e Bwana, katika kitabu cha Isaya arobaini na mbili na ule mstari wa ishirini na mbili ya kwamba lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. E Bwana Mungu wangu na mfalme amani, tazama kila yeyote aliyeibiwa na kutekwa, e Bwana, kila yeyote aliyeibiwa hatima yake, kila yeyote aliyetekwa hatima yake iliyotekwa, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana nakusii, rejesha, rejesha e Bwana na kusii Mungu wangu, rejesha. Kuna ingina ameibiwa hatima zao kwa kuwekewa roho ya magonjwa, roho ya magonjwa, kila wakati yeni wa kuugua kila mara, yeye ni kuumwa kila wakati, yeye ni kuumwa, anapojaribu kufanya jambo fulani, anajikuta anaumwa kiwango kisichoweza kuelezeka, anaumwa. Mwingine ameumwa, huu ni mwaka wa tatu, huu ni mwaka wa nne, huu ni mwaka wa tano, haponi. E Bwana, kwa sababu hatima yake imeibiwa, hatima yake imeibiwa, hatima yake imeibiwa, hatima yake imeibiwa. Hati na yeye hajui, haelewi, anahisi ni ugonjwa wa kawaida. Rimandakapaskorata, rejesha E Bwana, rejesha E Bwana, rejesha E Bwana, aliyeibiwa hatima kwa kuwekewa roho ya magonjwa rejesha rejesha rejesha, e Bwana, huyo baba, e Bwana, huyo mama, huyo kijana, huyo binti, rimandaka pazikorakaka, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, rejesha, rejesha. Mwingine ni kwa roho ya ulevi, amewekewa roho ya ulevi, anafikiri anafanya starehe, kumbe ameibiwa hatima, hajui, hajui ameibiwa hatima, na mwisho wa siku atakuja kugundua alipoteza muda mwingi sana katika mambo ya anasa. Rejesha e Bwana, rejesha hatima yake iliyoibiwa. rika karapo pozata e Bwana mabwana e rejesha, rejesha, rejesha, maana neno lako nasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, ni watu walioibiwa na kutekwa. Kuna watu hatima zao zimetekwa, kuna watu hatima zao zimetekwa, zimetekwa. E Bwana, rejesha, rejesha Rejesha rejesha, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Rejesha ewe Bwana. Kuna watu hatima zao zimetekwa, kuna watu hatima zao zimetekwa, kuna watu ndoa zao zimetekwa, hatima ya ndoa zao zimetekwa. Rejesha kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, ri Baba. Rejesha rejesha e Bwana, neno lako linaendelea kusema, wote wamenaswa katika mashimo, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo, wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye. Rudisha Bwana, nimesimama kwa ajili ya kusema rudisha. Bwana, nimesimama kwa ajili ya kusema okoa. e, Mungu, tazama hatima za watu wako zinaangamia, hatima za watu wako zinaangamia. Watu uliwaumba e Bwana sio waishi hivyo wanavyoishi, uliwaumba e Bwana sio wafanye wanavyovifanya, uliwaumba e Bwana sio wawe jinsi walivyo. Rudisha e Bwana, rudisha e Bwana, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Katika jina la Yesu kwa damu ya Yesu, hao wote walionaswa katika mashimo, hao wote walionaswa katika mashimo, rejesha e Bwana, rejesha hatima zao, rejesha hatima zao. Mashimo hayo ya magonjwa, mashimo hayo ya ulevi, mashimo hayo ya uzinzi, mashimo hayo ya usingizi, mashimo hayo ya kukata tamaa, mashimo hayo ya uoga, mashimo hayo ya hofu, rejesha e Bwana, sio Bwana kusudi lako waishi hivyo walivyo kila shimo la kila namna, huyo baba alilowekwa, huyo mama alilowekwa, huyo kijana alilowekwa, huyo binti alilowekwa, e Bwana, kwenye hayo mashimo Mungu, kaokoe Bwana, kaokoe, rejesha e Bwana, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, rika rapa ziko rata rika rapa ziko rata, katika jina la Yesu, ramando koropo zata ramando koporika, katika jina la Yesu, rejesha E rejesha Bwana, rejesha Bwana, e rimanda pazikota katika jina la Yesu kwenye hilo shimo e Bwana, Bwana kamokoe kutoka kwenye hilo shimo kutoka kwenye hilo shimo, e Mungu wangu na Bwana wangu, tazama hatima yake iko hatiani. E Bwana, hatima yake iko hatiani, yuko hatiani kuondoka duniani bila kufanya chochote, yuko hatiani kuondoka duniani bila kutimiza kusudi, yuko hatiani kuondoka duniani bila kufanya chochote chochote yuko hatiani kuondoka duniani bila kutimiza kusudi. Rejesha e Bwana, hatima yake rejesha hatima ya maisha yake, rejesha rejesha kusudi la kumbwa kwake ndani yake kotata kwa yake, e Bwana, rika ya kati kotata kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Wamefichwa katika magereza wamefichwa katika magereza. Oh, Mungu wangu na Bwana wangu, oh, nimesimama kwa ajili ya kusema Bwana okoa, nimesimama kwa ajili ya kukusi Bwana uokoe Bwana ukaokoe ukaokoe, nimekukosea Bwana nimesema kwa ajili ya kusi Bwana upate kurudisha rikarapa zikorata, kila aliyeko kwenye gereza, gereza la ulevi, gereza la uzinzi, gereza la magonjwa, gereza la uofu, gereza la uongo, gereza e Bwana la kila namna ya uharibifu, gereza e Bwana la kila namna ya uharibifu, gereza la uzinzi. Bwana rejesha, Bwana rejesha, Bwana rejesha, gereza la ulevi. E Bwana kaokoe, kaokoe, mtoe kwenye hilo gereza. Sio hatima ya maisha yake, aishi maisha ya namna hiyo. Sio kusudi lako, aishi maisha ya namna hiyo. Rejesha ewe Bwana, sio kusudi lako aishi kwa mtu wa magonjwa. Gereza la uchawi, geleza la mizimu, geleza ewe Bwana, mabwana la uchawi, geleza la uganga, Bwana kaokoe, kaokoe ewe Bwana katika jina la Yesu kwa damu ya Yesu, hatima yake sio hiyo e Bwana, rika rapa ziko rata. Kuna wengine Bwana uliwaleta duniani ili wawe watu wakuu katika nchi, ili wawe viongozi wa hodari na mahili, ili wawe viongozi wazuri e Bwana, lakini Mungu wangu na Bwana wangu, wamenyang'anywa hatima zao, ili wawe wasomi wakubwa, ili wawe matajiri wakubwa, lakini e Bwana, wamenyang'anywa hatima zao, wanaishia kuishi maisha ya ulevi, wanaishia kuishi maisha ya magonjwa wanaishia kuishi maisha ya zinaa, wanaishia kuishi, e Bwana, maisha ya kutangatanga, maisha ya kutokueleweka naishi ya kuishi maisha ya uganga maisha ya uchawi. Mungu wangu na Bwana wangu sio kusudi lako e Bwana, sio lengo lako sio nia yako e Bwana, e Mungu wangu na Bwana wangu rika pazikorata rejesha kila aliyeibiwa, e Bwana, kila hatima ya mtu yote iliyoibiwa, Bwana rejesha, Bwana rejesha. Kuna wengine uliwaleta duniani uliwaleta tena Tanzania wapate kuwa wakuu wa mikoa wazuri wapate kuwa wakuu wa wilaya wazuri wapate kuwa wachungaji wazuri wapate kuwa waalimu wazuri, wapate kuwa waimbaji wazuri, wapate kuwa matajiri wakubwa kubwa, e Mungu, watakaokomboa jamii na taifa, wapate kuwa watu wenye hekima na akili nyingi, e Bwana. Lakini wameibiwa, lakini hatima zao zimeibiwa, lakini hatima zao zimeibiwa, hatima zao zimeibiwa. Rejesha e Bwana. Wametiwa katika magereza, hakuna asemaye rudisha. E Bwana, nimesimama kwa ajili ya kukutaka rudishe, nimesimama kwa ajili ya kukusi rehema zako Bwana, rudisha Yesu, rudisha rikarapa zikorata kaya bandoza zata. Wengine Bwana wametekwa, wametekwa, wengine Bwana wametekwa, hawajui, hawajelewi, hawatambui Rika rapo ziko tata eko ribando zata. kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamewekwa kuwa mawindo rika mando zata wamewekwa kuwa mawindo ramando ziko ratata kaya mando zata ebwana kaokoe, ebwana rejesha, ebwana rejesha mateka, wamekuwa mateka, ebwana rika yakapa ziko tata Kaya mando zata hatima zao zimetekwa, hatima zao zimetekwa. Rejesha Ebwana, rejesha Ebwana. Rika raba zikotikata kaya mando zako rikaka wengine Bwana, hatima zao zimetekwa kwa kupelekwa gerezani pasipokuwa na kosa. Rika mando zata, nao wamekaa huko kwa miaka ya kutosha. Wengine wana miaka miwili, wengine wana miaka mitatu, wengine wana mwaka mmoja, wengine wana miaka kumi hatima zao zimefungwa, hatima zao zimetekwa, hatima zao zimetekwa. Bwana okoa, Bwana rejesha, Bwana okoa, Bwana rejesha. E Mungu anguna, wangu na Bwana wangu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kuna maisha mengine tunayapitia, kuna maisha mengine taifa linapitia, kuna hali fulani taifa linapitia, sio kwa sababu Bwana haujaweka watu wa kusimama kwenye hizo nafasi. Bwana, watu uliowaweka, lakini watu uliowaanda kwa ajili ya kusimama kwenye hizo nafasi wametekwa wametekwa wako kwenye magereza, wako kwenye vifungo, wako kwenye mashimo. E Bwana, mabwana kaokoe, karejeshe kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. rikarapa zikorakaka katika jina la Yesu. Bwana rejesha, Bwana rejesha, Bwana rejesha, rejesha. wako kwenye mashimo, wako kwenye mashimo, wamefungwa. E Bwana, hawajijui hawajielewi, na ndio maana kwenye hizo nafasi wanasimama watu wasiostahili. Wanakaa watu wasio stahili kwenye hizo huduma, kwenye hayo makanisa, wanakaa watu wasio stahili, wanakaa watu wasiofaa, na ndio maana mambo yanaenda ndivyo sivyo, mambo yanaenda sivyo stahili, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, rimanda kapazata rimanda kapazata rimanda kapazata E adoebwana ka ka ka kama ulivyosimama kwa ajili ya kutetea hatima ya Yusufu, kama ulivyosimama kwa ajili ya kutetea hatima ya Yusufu, Mungu wangu na Bwana wangu, wangu simama hata sasa kwenye taifa letu la Tanzania kwa ajili ya kututetea, e Bwana kamtetee, ebwana, tetea hatima ya baba mmoja yule, tetea hatima ya yule mama, tetea hatima ya yule kijana, tetea hatima ya yule binti, tetea hatima ya yule mtoto katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwenye lile gereza lilowekwa e Bwana, itetee hatima yake Bwana. Yusufu alikuwa na hatima ya kuweza kulikomboa taifa la Israeli, alikuwa na hatima ya kulikomboa taifa la Misri kutoka kwenye njaa, kutoka kwenye uharibifu, kutoka kwenye njaa, alikuwa amebeba hiyo hatima e Bwana alikuwa amebeba hiyo hatima, ewe Bwana, lakini laiti asingepata neema ya wewe Mungu kumtoa kwenye lile gereza taifa lile la Misri hakika lingepitia mateso makubwa, hata taifa la Israel lingeteseka lingekosa msaada, we Bwana, lakini kwa kuwa Mungu uliingilia kati jambo hili, ukamtoa Yusufu kwenye lile gereza, ukamtoa Yusufu kwenye gereza rimando koropo zata, kwa ajili ya hatima iliyoko mbele yake, kwa ajili ya kulitetea taifa. Hatima yake ilikuwa ni kwa ajili ya kusimama, kwa ajili ya kusimama wakati ule wa njaa ili watu wasife na njaa ilikuwa ni kwa ajili ya kusimama wakati ule wa njaa ili taifa la Israeli lisife na njaa, lisiteseke na njaa. Mungu wangu na Bwana wangu, rika hapa zikoroko zata, wako wengi kama Yusufu, wako kwenye magereza nao wengine bahati mbaya hawajielewi, kama wako kwenye hilo gereza la ulevi, kama wako kwenye hilo gereza la uzinzi, kama wako kwenye hilo gereza la zinaa, kama wako kwenye hilo gereza la magonjwa hawajielewe Bwana kama wako kwenye gereza la kupenda anasa, hawajielewe Bwana kama wako kwenye gereza la uchawi, kama wako kwenye gereza la uganga hawajielewi kama wako kwenye gereza la kimizimu hawajielewi, Bwana rika hapa ziko tata, Bwana kaokoe, Bwana kaokoe, Bwana kaokoe, Bwana kaokoe, okoa e Bwana, okoa e mfalme amani. Kuna hatima ya mtu e Bwana, imezuiliwa mahali. Kuna hatima ya mtu e Bwana, imewekwa mahali, imetekwa. Bwana kaokoe, Bwana kaokoe, rika hapa ziko rakaka ya kamandoko pozata ikara kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana kaokoe, Bwana kaokoe, Bwana kaokoe, okoa e Bwana, okoa e Bwana e, kama ulivyofanya kwa Yusufu, fanya na hata sasa kwa huyo baba, fanya na hata sasa kwa huyo mama, fanya na hata sasa kwa huyo binti, fanya na hata sasa kwa huyo kijana, fanya na hata sasa kwa huyo mtoto. Kuna familia inateseka, kuna ukoo unateseka, sio kwa sababu hawana mtu wa kuwasaidia, sio kwa sababu hawana mtu kuwatetea. Ha, ha, mtu yupo, lakini huyo mtu hatima yake imetekwa. Hatima yake ilikuwa ni kuikomboa familia yake na ukoo wake kutoka kwenye umaskini kutoka kwenye roho za mizimu kutoka kwenye roho za uchawi na uganga, lakini huyo mtu hatima yake imetekwa, haelewi, hajui. E hey, Bwana wangu na Mungu wangu, simama, katetee, kaokoe, rejesha, rejesha hatima yake. Hey, Bwana rejesha kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu. Kuna mtu anapitia hali ngumu. E Bwana, sio kwa sababu Mungu hujamwekea mtu wa kumsaidia, e Bwana uliyemweka apate kumsaidia. E Bwana, mabwana, e Mfalme wa amani, hatima yake imetekwa, hatima yake imetekwa, haelewi hajui. E Bwana, rejesha hatima ya huyo mtu, rejesha hatima ya huyo baba, rejesha hatima ya huyo mama, rejesha hatima ya huyo kijana, rejesha hatima ya huyo binti, rejesha hatima ya huyo mtoto, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, ili apate kufanyika msaada juu ya jamii hiyo ili apate kufanyika msaada juu ya taifa letu ili apate kufanyika msaada juu ya dunia nzima ili apate kufanyika msaada juu ya ulimwengu huu ili apate kufanyika msaada juu ya familia yake ili apate kufanyika msaada juu ya kanisa, ewe Bwana, rika paziko rakaka kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kuna mwingine, ewe Bwana, hatima yake imetekwa kwa kuwekwa kwenye majukumu na na ma, masumbufu ya dunia hii ee Bwana, kuwa bize katika kutafuta pesa, wakati angetakiwa awe bize katika kujimarisha na kujiboresha kwenye eneo fulani, ili aweze kufiti kwenye nafasi yake. Amekuwa bize bize bize kwenye kutafuta pesa tu, kutafuta pesa tu, amejisahau, amewekwa kwenye gereza. Bahati mbaya, anatafuta lakini hafikii kile kiwango anachotakiwa kukifikia cha pesa anazotaka, anapambana kwa juhudi zake zote, lakini hafikii. Yuko kwenye gereza, ametekwa, hatima yake imekamatwa, imekamatiliwa mahali. Laiti angejua, akang'ang'ana na jambo moja, akang'ang'ana kwenye kitu kimoja, akang'ang'ana kwenye nafasi yake tu hiyo hiyo, angejua. Laiti angejua, laiti angejua, asingeishi maisha hayo anayoishi. Kuna mwingine alitakiwa awe mwanasiasa hodari, lakini amejikita kwenye habari ya biashara, haelewi, ajui. Angetakiwa awe mwanasiasa hodari atakayeweza kulikomboa taifa atakayeweza kukomboa huo mkoa, atakayeweza kukomboa hiyo wilaya eh Bwana. Lakini amekuwa bize kwenye biashara, hajielewi, hajijui, hajitambui na nafasi yake. Wamekamata watu wasio na nia njema na taifa, watu wasio na nia njema na hiyo wilaya, watu wasio na nia njema na huo mkoa, watu amekamata nafasi hiyo. Lakini yeye aliyekuwa na stahili ameng'ang'ana kwenye hiyo kutafuta pesa, ameng'ang'ana kwenye mambo ya biashara, ame ameng'ang'ana, ameng'ang'ana. Bwana, kaokoe Bwana, kaokoe, rejesha hatima ya huyo baba, rejesha hatima ya huyo mama, rejesha hatima ya huyo kijana, rejesha hatima ya huyo binti, rejesha hatima ebwana ya huyo mtoto. Ebwana wangu na Mungu wangu Rika, paziko, rakaka. wengine Bwana, hatima zao zimetekwa, ebwana, nani wanafunzi wako shuleni, wako shuleni, bado wako shuleni, shuleni bado, lakini hatima zao zimekamatwa, hatima zao zimetekwa, rejesha ebwana, rejesha mfalme zao zimewekwa gerezani, zimewekwa kwenye mashimo, rejesha rejesha. Anaambiwa asome kwa bidii, hajielewi, hajitambui, anaona kuishi maisha ya starehe, anaona maisha ya nasa ndo fashion ndo kitu kizuri, amejisahau, hataki kusoma, anashauriwa asome, haelewi, hataki kusoma, hataki kusikia. Rimandapaz, rejesha hatima yake Bwana, rejesha rejesha, ewe Bwana, hatima yake. Tuko nyakati za mwisho, sio muda wa kuzubaa Ba, Yesu Kristo unakaribia kurudi inatakiwa tuwe na bidii na juhudi katika mambo yetu rikapa ziko roko zata rejesha e bwana rejesha rejesha rejesha e bwana rejesha e bwana rikakarapo zata e bwana mabwana kuna wengine hatima zao zimeibiwa kwa njia ya madawa ya kulevya e mungu wangu na bwana wangu rejesha e bwana rejesha e bwana katika jina la yesu kwa damu ya yesu au kumuumba duniani au kumleta duniani aishi maisha ya kuvuta madawa ya kulevya, haukumleta duniani kwa ajili ya kazi hiyo. E Bwana, rika pazikorata rejesha rejeshe rejesha, e Bwana, haukumleta duniani aishi maisha ya ukahaba, rika mandoza ta hatima yake imeibiwa, rejesha rejeshe rejesha, e Bwana jina la Yesu kwa damu ya Yesu rejesha mfalme amani rejesha rejesha Ebwana pozata rikapozata okoae Bwana okoae mfalme Oko karamandozata juu ya kizazi chetu Bwana juu ya kizazi chetu Bwana juu ya kizazi chetu Bwana ndani ya taifa letu la Tanzania okoaebwana rikapa zikorata hata njiya Tanzania okoae Bwana okoae mfalme Oko rakapazikorakata kaya manozo zata katika jina la Yesu kwa damu ya Yesu, hatima yake imeibiwa. Kuna wengine Bwana, ndoa zao hatima zao zimeibiwa. E Bwana, haukuwaunganisha ili waishi maisha ya vurugu haukuwaunganisha ili waishi maisha ya kugombana, haukuwaunganisha ili waishi maisha ya kutukanana, haukuwaunganisha kuwaunganisha ili waishi maisha ya kutokuwa na amani. Hapana, liko kusudi la kuwaunganisha kwao, Bwana, wawe mwili mmoja wa waishi pamoja. Bwana, liko kusudi Bwana, iko hatima, lakini Ebwana, baada ya kuungana tu, mfalme amani, majeshi, hatima hiyo ebwana iliondolewa na Shetani. Hatima yao iliibiwa na Shetani, hatima yao iliibiwa na Shetani rimando za ta rejesha, e Bwana, rejesha e Bwana, rejesha e e mfalme amani. Ndio maana wanaishi maisha ya ugomvi, maisha ya kugombana, maisha ya kutukanana, maisha ya vurugu, hawana amani e Bwana, ama Bwana, sio kwamba wapendani, wanapendana e Bwana, lakini vita haviishi ndani yao, vita haviishi kati yao, ni vurugu tupu, ni vurugu tupu, kwa sababu hatima yao e Bwana ya kuunganika kwao imeibiwa, imeibiwa. Mungu rejesha, rejesha okoa, e Mungu wangu na Bwana wangu, rejesha, rejesha okoa, Bwana. Na hiyo ndoa, okoa hiyo familia, okoa hiyo ndoa e Bwana rimanozata huo muunganiko wao ukalete matokeo chanya juu ya jamii yetu ukalete matokeo chanya juu ya taifa letu ukalete matokeo chanya juu ya ulimwengu wote lile kusudu loli kusudia la kuwaunganisha kwao e Bwana e mfalme amani mando za tarata kwa, kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu rejesha e Bwana rejesha e Bwana, rejesha e Bwana kaya mando za ta juu ya hiyo ndoa juu ya hiyo familia rejesha hatima ya kuunganika kwao e Bwana, sio kwamba hawapendani, wanapendana, lakini wanapofika kwenye swala la kufanya maamuzi, hakuna anayekubaliana na mwenzake, hakuna anayeridhiana na mwenzake, hakuna anayemsikiliza mwenzake

mea Yesu kwa jina la Yesu rakapa ziko rakaka yeketerepozakata rimandaka paziko rikaka katika jina la Yesu katika jina la Yesu rikarapopozata rika rapopozata rejesha e Bwana rejesha e Bwana asante Bwana asante mfalme asante Jehova asante Adonai ramandaka paziko rikaka ya kate kodi ta ta. rakapa pazata asante Bwana kwa kumerejesha. Asante kwa kumemrejeshia hatima yake yule baba. Asante kwa kumemrejeshia hatima yake yule mama. Asante kwa kumemrejeshia hatima yake yule kijana. Asante kwa kumemrejeshia hatima yake yule binti. Asante kwa kumemrejeshia hatima yake yule mtoto. Asante Bwana wangu na Mungu wangu rikarapozata rikarapozata rikarapozata ikayamandaka pazikorakaka ya tikata kayapo ziko tikata kayapo ziko tikata asante bwana mabwana asante falma falme asante jehova jile asante adonai asante el shaddai asante rohim asante ligibo asante jehova jile asante jehova nisi rimandaka paziko rakaka ikoyaka paziko rikata asante bwana asante yesu asante mfalme asante adonai asante yesu kristo asante bwana mabwana asante bwana mabwana asante yesu kristo ninakushukuru ebwana ninakushukuru mfalme wewe unaweza wewe unatosha wewe una nguvu hakika ebwana mabwana neno lako ni thabiti na amini na kweli rimando zata ninakushukuru bwana ninakushukuru mfalme kwa wema wako na fadhili zako kwa wema wako na fadhili zako juu ya maisha yetu juu ya taifa letu, e Bwana wa Mabwana, juu ya ulimwengu wote, ninasema asante Bwana, ninasema asante Mfalme, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Bwana wa Mabwana, asante mfalme amani, asante Jehova Nisi, Jehova Shama. Utukuzwe Mungu juu mbinguni, utukuzwe Yesu Kristo, utukuzwe Yesu Kristo mwokozi wetu, utukuzwe Roho Mtakatifu kiongozi wetu na mwalimu wetu, asante kwa neema yako na upendo wako Bwana mabwana, kwa kwa hujatupungukia, wala hutatupungukia, wala hutatuacha na neema yako iko iko tayari kutufunika na kutuhifadhi. Roho Mtakatifu, tuongoze katika njia itupasayo, tupate kuishi sana mapenzi ya Mungu. Kwa utukufu wa Yesu Kristo Mwokozi wetu, ili tupate kuulithi uzima wa milele pamoja na watakatifu wote Bwana. Asante Mungu wangu na Bwana wangu kwa neema yako iliyoko juu yetu inayotuwezesha na itakayoendelea kutuwezesha kutimiza kila mmoja mmoja wetu hatima yake. Asante, Asante Bwana mabwana. Mfalme wa Amani. Katika jina la Yesu wa Nazareti, mtakatifu wa watakatifu, Bwana mabwana, Mungu mwenye nguvu, ni maomba yote nikiamini, sasa na mapenzi yako utatenda ee, eh, Bwana, kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen.